Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF. Karibu kusikiliza. Msikilizaji, karibu tena katika igizo la redio la Mama Maarifa. Katika kipindi cha leo, tunajifunza hatua muhimu ambazo kila mjasiriamali wa briketi lazima azingatie kabla ya kuanza uzalishaji, ndipo Mama Maarifa anaendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu matumizi ya briketi. Ungana nami msimulizi wako Jerome Kimaro kutoka Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI. Karibu kusikiliza. Kuanza biashara ya brike sio tu kununua mashine na kupata malighafi. Ili kuhakikisha biashara inadumu kwa muda mrefu, mjasiriamali lazima achukue hatua muhimu za maandalizi zinazoweka msingi thabiti wa mafanikio. Moja ya hatua hizo muhimu ni kufanya uchunguzi wa awali. Hatua hii inatusaidia kuelewa vizuri mazingira yetu ya kijamii na kiuchumi na kutupa mwongozo wa kufanya maamuzi sahihi katika kila hatua. Yobe musingi, tena Mama Maarifa, nilizani nikishapata mashine na malighafi naweza kuanza tu kesho. Ah, hata mimi nilidhani hivyo. Huo msingi mwingine unaozungumzia ni upi tena Mama Maarifa? <laughs> Swali zuri sana. Hatua ya kwanza kabisa ni kufanya uchunguzi wa awali hiye. Yeah. Uchunguzi wa awali hiyo, si kazi ya makampuni makubwa? Sisi wana kijiji yataweza kweli? Usiogope hilo na nyori. Uchunguzi wa awali ni kuuliza maswali tu ili kuelewa mazingira yako. Ni kama mkulima anavyofuatilia mwenendo wa mvua kabla ya kupanda. Lakini Mama Maarifa, uchunguzi unachukua muda, watu wana njaa sasa kwa nini tusianze kuuza briketi halafu tujifunze kadi tunavyoendelea? Babu tunda, kuharakisha bila uelewa ni kama kupika ugali bila kuangalia kama unga unatosha, mwisho wake utapata uji ambao hakuna mtu anataka. <laughs> <laughs> <laughs> Haya basi, Mama Maarifa, ni mambo gani sasa tunapaswa kuyauliza kwenye uchunguzi? Kwanza kabisa tuangalie upatikanaji wa malighafi za kutengeneza briket, kama vile mimea vamizi, mabaki ya kilimo au msitu. Swali ni je, zinapatikana karibu kwa wingi, au muda wote? Ni kweli kabisa. Kama malighafi ziko mbali, gharama ya usafirishaji inaweza kuua biashara kabla haijakomaa. hmm. Lakini hata kama maligafi zipo, je, watu watanunua briketi kweli? Wamezoea mkaa wao wa kawaida. Ndiyo maana hatua ya pili ni kuzielewa nishati mbalimbali za kupikia. Labda tujiulize, je, ni changamoto gani tunazipata kwa kutumia nishati tulizozizoea kama vile kuni, mkaa au gesi? Hapo ndipo utajua urahisi au ugumu wa kuanzisha briketi. oh ni kama kujua kama majirani zangu wako tayari kujaribu kitu kipya kabla sijatuma pesa. Umesema kweli, na nyori, na hatua ya tatu ni kuzungumza na taasisi kama vile shule, magereza au mahoteli. Wao hutumia kuni nyingi sana, wakionyesha nia tayari tutakuwa na wateja wa uhakika. Lakini Mama Maarifa, tukinunua mashine, je, yeah, tutajua kuzitumia kweli? Hapo ndipo tunahitaji kuzingatia ujuzi na mafunzo. Uchunguzi unatusaidia kujua kama kuna wataalam karibu au kama tunapaswa kuleta wakufunzi. Na mashine yakiharibikaje? Uchunguzi pia unatupa picha ya matengenezo na vipuri. Bila mafundi au sehemu ya kupata vipuri, mashine inaweza kusimama miezi mingi. Ehe, na hizi mashine zitafanya kazi vipi kama umeme kijijini unasumbua? Hapo ndipo tunapaswa kuuliza kuhusu upatikanaji wa nishati. Je, tutatumia umeme, Diesel, au hata nishati ya jua? Lakini mama maarifa, si mashine kubwa ni bora zaidi? Sio lazima. Uchunguzi unatuonyesha teknolojia ipi inafaa. Wakati mwingine mashine ndogo ni bora kwa kikundi kidogo kuliko kubwa inayohitaji gharama kubwa. Sasa kuhusu pesa: mashine, malighafi, usafiri vyote hivyo vinahitaji hela nyingi. Ndiyo, tunapaswa kuzingatia rasilimali za kifedha. Uchunguzi unaweza kutuonyesha njia: mikopo ya vikundi, taasisi za fedha, au kuanza kidogo na kukuwa taratibu. Pia tusisahau viwango vya ubora. Wateja hawatarudi kama briketi haziwaki vizuri, au zikitupa majivu mengi. Hapo ndipo tunapohitaji mipango ya kudumisha ubora Yobi wa uchunguzi wa awali na mambo mengi sana kuliko nilivyofikiria. Ndiyo na Nyori, uchunguzi si kutafuta matatizo pekee, bali pia kugundua fursa na kuhakikisha biashara inakuwa ya kudumu. lakini Mama Maarifa, huu uchunguzi wako unaonekana kazi kubwa, kuzunguka huku na kule, kuuliza watu maswali, tuna muda kweli? Kumbuka babu Tunda, biashara inayoanza bila maandalizi haidumu kabisa lakini biashara inayojengwa juu ya uelewa hudumu vizazi vingi, na uelewa ni bure, ndugu yangu. Tunachohitaji ni kufungua macho, masikio na mioyo yetu. Sasa nimepata, uchunguzi awali ni kama kujiangalia kwenye kioo, inaonyesha ukweli kabla hajaanza safari. Vizuri sana na nyori, na huo ukweli ndio unaotupa ujasiri wa kuwekeza Panga na kufanikisha biashara yetu. Msikilizaji, bila shaka umesikia wa namna wanakijiji wamejifunza kuhusu uzalishaji wa briket, kwamba hauwanzi na mashine tu bali na maarifa. Uchunguzi wa awali hufichua masoko, malighafi, ujuzi, washirika, nishati, viwango vya ubora, teknolojia na rasilimali za kifedha. Jiunge na Stena katika kipindi kijacho kitakachokufundisha juu ya uelewa wa malighafi za utengenezaji wa briket. Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF. Usikose kufuatilia kipindi kijacho kitakachokujia muda na wakati kama huu. Asante kwa kutusikiliza.